Haya bwana, wakati mwingine kwenye haya maisha uh, kila siku huenda ukawa unawaza kwa nini fulani yuko vile, kwa nini fulani anaishi maisha design ile, lakini pia ukajiuliza ukasema, kwa nini fulani kama anaringa fulani hivi, yani anajitamba sana ama anajitapa sana lakini, pia pale ambapo unaona mafahari wawili hawawezi kukaa zizi moja, basi usitie jambo, ila tujiulize kwa nini mafahari hawa hawawezi kukaa zizi moja. Ama pia kwenye maisha ya kawaida tu, unaweza ukaona labda kwenye mahusiano ama familia, ndoa, ukaona hata ndugu hawapatani, ukasema hapa kuna nini? Kwa nini fulani yuko tayari kuongea na mwenzie, lakini huyu hataki? Lakini pia huwezi kujua nini kipo nyuma ya pazia. Yote kwa yote bwana ni aina fulani tu ambayo pia tunatakiwa tuishi kwenye maisha ya kawaida. Kila mtu ana stahili yake ya kuishi, lakini pia kila mtu ana zile slogani zake za kufata. Sasa hii nayo pia haipo tu kwenye maisha ya kawaida, bali hata kwenye maisha ya watu maarufu wasanii wanasiasa pia na watu wengine wote ambao wana majina makubwa, yani public figure. Nikisema hivi najua tu nakuacha njia panda, mwana gossip mwenzangu, lakini mimi nakujuza nini hapa? Karibu sana hii the gossip table ya 69 media TZ. It's a girl Sami Bibi, niko hapa alone but happy somehow, lakini nashukuru tu Mungu. Mwisho wa siku gudumu hilo lisukuma kwa pamoja. Kwa ambaye bado hujaamua kuwa na familia ya 69 media, basi hakikisha kwamba umesubscribe umes umeichagua 69 media na kuwa chaneli yako pendwa kwa ajili ya kupata update zetu zote. Hii ni meza ya mbea na mbea. Niko hapa mtu mmoja kama milioni moja ama bilioni moja ama trilioni moja, hivyo hivyo utakavyoniita, mimi tu nakubali, lakini kubwa zaidi ni komenti yako muhimu sana kwenye hiki ambacho naenda kukizungumza hapa mkali wa ngoma ya katamu, lakini pia mkali wa ngoma uh, ambayo hivi sasa inajulikana sana na inafanya vizuri sana, japokuwa nishirikishwa uh, nikisema familia yangu wewe. Hey, we mwanangu mwenyewe bwana, hapa namzungumzia King Alikiba lakini pia namzungumzia King of the Jungle, Diamond Platinum, simba la Masimba Dangote. Tunaelewa bwana, hawa watu hawako vizuri, na hili jambo halijaanza jana juzi wala leo. Ni jambo ambalo lina miaka, yaani, hawa watu bwana, unaambiwa wanabifu ambalo ni sawa na <laughs> ni sawa na chui na nini vile, ukiwa kule Uh, wakiwa kule mbugani chui na swala vile, ama paka na panya hivi wakiwa ndani, kwamba kila mmoja anamuinda mwenzake, yote kwa yote, kwa sababu tu sanaa inabeba vitu vingi. Tumekuwa tukilijua ama tukilizungumza bifu la Diamond na Alikiba, na ni watu ambao wana muda mrefu hawajakaa meza moja ama hawajapikika, japo zamani ilikuwa ni brother brother, nitoe hapa na kutoa hapa, fanya hiki na fanya kile. Tukafuatilia mambo mengi yakazungumzwa, japo wengine pia waliamua kuhusisha, huenda ikawa ni vita ya kibiashara kati ya watu wawili ambao hivi sasa tayari wote wawili wanamiliki media, sinanielewa vizuri. Lakini pia si hivyo tu, wote wawili ni watu ambao wanamiliki lebo na wanamiliki wasanii mbalimbali ambao wako nao, tuna hicho kitu japo hapa katikati wote wawili lebo zao zilifanya ku kupitia changamoto fulani ya kuondokiwa na baadhi ya wasanii ama, uh, lebo nyingine kusemekana kwamba imeyumba kiasi kwamba inaamua kutuuliza ama kuondoa wasanii wengine. Hii ni King music, lakini pia tunaelewa, uh, kwa Diamond, WCB imempoteza mboso ambako sio msanii tena wa lebo hiyo. Basi ni watu ambao kuna mambo fulani hivi wanafanya kwa kufanana, yani siki ushindani labda. Lakini pia vitu vingi wanavifanya kwa kufanana, labda ni ushindani ama kuna mmoja anakopi na kupesti kwa mwenzia, hatuwezi jua. Sasa bwana, hawa watu wawili ama hawa mafahari wawili wamekuwa kizungumzwa kwenye media kuhusiana na bifu lao, na kweli hatuwezi kuona sehemu alipo Diamond ukamwona Alikiba yuko hapo hapo. Lakini pia unaambiwa bwana, kwa mujibu wa source ambaye alizungumzia hii inshu, mimi ni nani, ni sisimi Dudubaya. Uh, alisikika akizungumza na kusema kwamba hili bifu kati ya Diamond na Alikiba bwana, ni bifu la kishirikina. Zingatia neno ushirikina hilo vizuri alizungumza mengi Dudubaya, uh, na tunajua ni mtu ambaye ana stori nyingi za wasanii, ni brother pia kwa wote wawili, na ana stori nyingi za wasanii anajua A to Z, sababu na pia ni msanii na ni mfuatiliaji mzuri wa mambo ya wasanii wenzake. Sasa Dudubaya alisikika kizungumza kwamba Diamond ni mtu ambaye anatamani sana ile beef liishe leo mpaka kesho, lakini Alikiba ni mtu ambaye hatamani ku ku solve issues ama ku make mambo yakakaa sawa kama zamani kwa sababu gani? Unaambiwa hata kipindi hizi Wasafi festival ambazo zilikuwa zikifanyika, Diamond da alikuwa anatamani sana kumshirikisha Alikiba ama kumweka akaweza kushiriki kwenye baadhi ama uh, hizo festival za Wasafi, lakini ishu ikawa ni ngumu sana. Lakini pia inapotokea inafika sehemu ama mahala kwamba Diamond anaamua kutoa mkono wa salamu aweze kumsalimia Alikiba, Alikiba hawezi kufanya hilo jambo yani, hawezi kumpa mkono wake Diamond Platinum. Sio, unanielewa vizuri I say, hatari sasa uh, story ikazidi kuzungumzwa kwamba hili bifu uh, ama hizi situation kwamba kwa nini Alikiba hawezi kumpa mkono Diamond Platinum wakasalimiana vizuri ama wakakaa ile face to face, eye to eye, yani macho kwa macho wakazungumza kwa pamoja, unaambiwa bwana, hii inaweza ikawa imeingia mambo ya kifamilia kidogo. Maana yake nini? Mambo ya kishirikina. Tunakumbuka pia tuliwahi kuona mfano mzuri ilikuwa ni ilitokea inshu kati ya Salamu ama ambaye ni meneja wa Diamond na Harmonize, kipindi kile ambacho Harmonize amejitoa kwenye lebo Salamu. Uh, ilionekana kwenye msiba wa mke wa Babu Tale sapumzike yes, kwa amani hii ilionekana kiasi fulani, vya watu hawakusemeshana vizuri, Slam pia alikataa mkono wa Harmonize. Kwa hivyo labda hii ni kawaida kwa watu maarufu kufanya hivi, tukaona kwa design hii hapo ama tukaisoma katika engo hiyo, lakini kumbe pia hata Alikiba hawezi kumpa mkono Diamond kwa sababu tu huenda kukawa na imani za kishiriki na kidogo. Hayo ni maneno ya Dudubaya, alizungumza hivyo, na tunaona pia mfano mzuri E, hata Dudubaya alizungumza kikitu na kusema kwamba mbona kuna bifu zinatokea za hapa na pale, labda za wasanii kuibiana kazi ama za wasanii kuchukuliana, uh, wapenzi eh, mama za hapa na pale, lakini pia mbona ni mambo ambayo yanaweza kusolve yakaisha. Mfano mzuri Dudubaya na Mr. Nice, walikuwa ni mahasimu wakubwa sana, sio nilo vizuri, walikuwa ni mahasimu wakubwa waliweza pia hata kufikia hatua ya kuzichapa eh, kwa sababu tu ya bifu, lakini mambo ambayo yaliweza kuisha. Lakini kwa issue hii ya Alikiba na Diamond imekuwa ni issue ambayo haiwezi kuisha leo wala kesho, kwa sababu tu ni bifu la aina hiyo, imani za kishirikina zimeingizwa umo, heti eti kwamba ni ngumu brother kumpa dogo mkono, lakini mimi naelewa, mashabiki wengi wanatamani sana hili bifu liishe, sijui, naelewa vizuri, wanatamani pia siku moja ikafanyika kazi kati ya Alikiba na Diamond. Mbona tunaona pia hata tukiangalia wasanii kutoka nchi za wenzetu wengi, asilimia kubwa wanapitia mabifu, wanapigana hapa na pale, labda wengine wanafikia mpaka hatua ya kuuana, lakini kuna baadhi wanakaa chini, wanasitu na mambo mengine nda vizuri kabisa. Lakini kwa Alikiba Diamond imekuwa ni ngumu. Hii pia inawatesa hata mashabiki zenu. Jamani, mashabiki wanatamani sana siku moja wasikie kolabo nzuri kati yenu, mnaimba kwa pamoja ama wasanii wa lebo zenu wanashirikiana. Sijawahi kuona mimi uh, msanii wa kutoka kwa kutoka kwa Kings Music akifanya kazi na msanii kutoka lebo ya Wasafi, ya Wasafi, ya Diamond Platinumz, na zaidi tu tumesikia tu hivi juzi juzi, ambako Alikiba aliweza kusifia ngoma ya Viola, na ikasemekana eti uenda baadaye, hawa watu wawili Mboso na Alikiba wakaja kufanya kolabu ya pamoja kwa sababu tayari tumeona pia Mboso kutoka WCB. Ndio maana imekuwa ni rahisi hata kwa Alikiba kuweza kuzungumza ama kumzungumzia Mbosso kutokana na kazi yake ya ngoma yake ya bonge la dada, yani ya Viola, na Mbosso aliweza pia kwenda hata kwenye media ambayo inamilikiwa na Alikiba na kufanya interview. Lakini zamani kipindi Mbosso ama wasanii wengine kina Zuchu kina Lava Lava kina Queen Dalini enzizo, kina Rich Mavoko, Harmonize, Rayvanny, sidhani kama waliweza kufanya kazi ya pamoja wakiwa kwenye lebo ile ya WCB ambayo ni lebo ya hasimu mkubwa wa King Music ama King Kiba lakini pia tuliwahi kuona hata Rayvanny alipotoka WCB ndo aliweza kufanya kazi na Alikiba tumesikia hata kazi yao inafanya vizuri sasa hivi, si unaelewa vizuri. Lakini sasa, kwa nini hii inakuwa hivyo kwamba wasanii ambao wako Wasafi Alikiba hawezi kusema nao mpaka watoke kule Wasafi, kama ilivyotokea kwa Mbosso, ama kufanya kazi na Rayvanny? Huenda pia hata siku ambayo Zuchu akiamua kutoka Wasafi ataweza kuzungumza vizuri na Alikiba, ama tutaweza kuwaona pia wakienda kufanya media tour zao kwenye uh, media ambayo inamilikiwa na King mwenyewe Alikiba sasa hili limekuwa likizungumzwa hivyo na tayari, uh, utata umeweza kutulizwa hivyo na kusemekana kwamba mtakaa majuliza sana nyie mashabiki, vipi, mbona hili, mbona lile. Kumbe bwana, tayari kuna kijimani fulani kimeingizwa hapo kwenye bifu la hawa watu wawili. Huyu ni dude vaya alizungumza kwa staili hii hapo, naelewa ama na, najua, uh, wengi wenu matamani sana kuona Alikiba Diamond wakikaa sawa kwa mara nyingine ama wakipikika chungu kimoja ama wakifanya kazi ya pamoja na ikawa ni kazi ambayo itatoboa zaidi. Najua kuna wengine pia matamani muone hata wanatoa ipi ya pamoja hiyo. <laughs> Pia uh, ni muhimu sana kama utadrop comment yako hapo chini na kuzungumzia hiki ambacho tumezungumza hapa kuhusiana na bifu la Diamond na Alikiba, bifu ambalo haliishi leo wala kesho, kwa sababu tu kuna mmoja ambaye basi huenda hataki mambo yaishe. Na huyu ni nani? Inavyosemekana itini na Alikiba bwana. Komenti yako ni muhimu sana. Najua kuna zile timu ziko hapa, najua mengi mtazungumza, lakini mimi ni nani? Siwezi kunyima wewe kushusha komenti yako. Drop komenti yako hapo, na unaamua kwanza kusubscribe, unakuwa na familia. Hakikisha ile alama ya kengele imelia hapo ehe. Kwa hivyo una drop komenti yako sana, niki ambacho tumekizungumza hapa. Unatamani kuona Alikiba Diamond mambo ya kikashwali, ama ni kama wale watani wa kari ya kodabi huku <laughs> Jangwani huku Msimbazi, ndivyo ilivyo kwa Alikiba na Diamond Platinum. Sawa kwa leo ndamaliza hivi, na mimi ni Sami Bibi, wakati mwingine pia nakujiuza mengi mazuri ambayo huyafahamu, lakini natamani tumalize na nini. Vile mbona hmm? wanaleta jilas mbona? E, e, e. wanaleta jilas. Niko salama salama